Nimekutana na mkulima yani fama kichwani mwake amevaa pama pama lako dogo kaganda la chungwa, umekuja kama hapa mchizi, mbono umevurugwa? Umepanda chini utashuka, naona kama maganja umevuta, majuto ni mjukuu, leo mtoto utajuta, sijui nini hata utakumbuka chini, chizi yani umevaa ndala nakuja kiboa, nataka unipige mikwara, nakuona boya mwana na kuona. Ha, eh, mchumba yani Kairo kajala na kusmoke yani kama vye kishoya yeah. Uwe ni mchumba kwangu, nakuona oya mijanjaro, pinda mgongo, naandika sana Kindo Eric Shigongo, uwe mtoto kwangu, unataka nini? nataka kukufue suruali kukufishia bikini, sikiza mapini Mtoto wa mjini, we mtoto wa shamba, umekutana na mwamba hapo, wezi tamba hapo utapasuka msamba, tafosku fosku arisha kati mwamba una... nisikiza kindokana, na nguruma. Yo, yo yo! Yo, yo, Check it out, check it it out out, yo, yo, na kupiga mikwala sababu wewe ni fala, kwanza una ishi unaonekana una pakula la uko naona. Ah, unabongela jala. Chizi naonekana kwenye ina nakutawala kwenye boko wanangu, katoka Mbagala. Huyu ni mwizi mchizi, kuweni makini na simu zenu mwana, namgeuza kama mwenyi cheke na ntazama mchizi, mina mchana leo, nakuchana na utajuta ulipokuja mistari ya kwako, na ona tu umechuja. Yeah mwana, ulivyovaa ueleweki, weni nani Fatuma ama ni feti? Yeah shalaptu kwa DJ kwenye biti na mchana huyu mkali sikosei, sipotei amoke MC. Okay, natoka Mbeya, wamekosea mtu aliyekushindanisha naye kwenye voko mwanangu, mina mchana na mpanga kama nyanya. Huyu ni panya, mini paka nina mbaka kwenye izi engo izi chaka mwanangu, sirudie tena na kusema kwenye voko chizi na myondoko na kutizama, mbona unapozi la kicho Mistari mingi wala mimi sina mstari moko. Cheki mchizi alivyokaa na pozi lake. Mbwana, mimi binafsi naona hisi kama ningewasikiliza tena mara ya pili. Na wish upate round nyingine miafsisikama ningewaskilia tenamara Mi pia, nimeona kila mtu alikuwa anatafuta maneno hayaji yani mpaka muda umeisha hamna ambaye alipata. Alright, songa. Uh, nimependa energy ya Frenja uh, japokuwa alikuwa ana ana, ana, ana rap ana freestyle lakini vina na vitafuta sana, lakini alikuwa na energy nzuri, anasikika vizuri yeah. Uh, Kindo Kindo Can amefanya vizuri kwa kumshambulia, japokuwa kumsikia kwake amesikika pia vizuri lakini kuna muda alikuwa anasuasua, lakini ukikompea kwa wote wawili kwa upande wangu, mimi kura yangu itaenda kwa Kindo Can, lakini kwa kuwa majaji wengine wawili wamesema wote wanahitaji raundi nyingine, kwa hiyo tutahitaji raundi nyingine moja. Yo yo yo, sasa naanza mimi. Hey, hey, naanza kumchana kuanzia juu mpaka chini Naonekana sijui anataka nini, weni kama puto la elfu msimi ni pini, endapo kikalie na manisho tatoka, utaondoka kesho kiniono, utaogopa na maneno yako na uchana, yakulo, poka. Kaimbe talaba ukushirikisha dija kopa, cheki michano na, na mchana mchizi nani, tazama kwenye zibato, cheki mchizi jinsi navyomkanya midevu yake, utafikiri kama chizi. Mwanangu we mvamizi, unaonekana ni Busy, toka Malawi uwe mshikaji ni mchawi. Umekuja ukubongo kuendekeza uu uchawi, mwanetu anaonekana mchizi ana matawi ebwana. Ndani leo nakuletea londo, watakudaka na kisha watakupa kipondo. Naona freestyle za kwake za uongo uongo, amekuja mikasa na nirushia madongo. Huyu ni fala leo kwenye midundo na mtawala muda umesha kwenda, nenda nyumbani kulala, yeah na mfunika mini MC we ni rapa mwanangu, unabongi la kwa e bwana matusi kutukana no we uh. uh. nasema umetoka Mbea omana MC unabonga bonga we Mbea uh. Unu una unachohitaji kwenye simu yetu, we upati usemaji minakona, unapenda kusengenya yani we ni msengenyaji. Nini unachohitaji hapa na kuchapa? Unasema sijui na bonge la kwapa, wapi lipo liona, mi nashika kifimbo kisa na chapa, toto utacheza hapa kainama na kusimamisha lafu kisha utachutama kwenye rap, hizi utahama leo na kuonesha kwenye rap nikiama We mtoto nini ambacho unaongea kwenye rap na una kama umepotea, kozi nakupa dozi, kozi we ni mgonjwa, Kindo daktari, yes mi tabibu na kuchapa leo, mtoto mdogo nakwadhibu, isi pande mdogo au mekosa kujaribu, jaribu kesho ikibiri, baadaye nikupige sari gani au nikupige sala nawe, au kupiga zile za Kisarawe, kupiga luga lugha, kupiga Kisandawe nilivyotoa ushauri mara ya kwanza kwenye yeah, round ambayo imetoka, okay. Aa, nadhani Frengers ameizingatia sana hiyo, alikuwa na energy nzuri aa, kitu ambacho alichokuwa nakosea ni swala la kupangilia vina na kutupa mashambulizi ambayo yatamuumiza mwenzake. Kwa hiyo Kindo amefanya vizuri, lakini Frengers amefanya vizuri zaidi kwa sababu ame amekuja na energy, lakini pia ameshambulia mwanzo mwisho na, na vina na kila kitu kinaeleweka. Kwa hiyo kura yangu mimi itaenda kwa Frengers. Oh, yeah. Mansli. Yeah, kiukweli round hii kwanza nimependa Kindo amebadilika, amekuja na energy, kwa hiyo amezingatia tulichomwambia mwanzo. Yes. Lakini Frengers pia amezingatia pia alivyomwambia kwamba mwanzo uko unajitafuta sana vina. Kwa kweli hata mimi kuna muda nilikuwa nasema mbona jamaa anachana tusisikii vina. Kwa sasa hivi nimesikia makonde na vina vikiwepo, kwa hiyo hii round pia mimi nampa Frenja, lakini nimependa energy ya Kindo pia. So next time karibu tena Frenja, all right. Uh, yeah, mimi me nimependa kwa sababu tulivyosema mwanzo hamna tulichokiona. Sasa hivi wamejitafakari na kila mtu amekuja kwa namna nzuri pia ambacho yeah, yeah. Uh, nakiona ni kwamba hata mimi round. Okay. Lakini pengine kwa asilimia tatu nne tu mbele yako huyu, yeah, ameweza kutumia muda wake wote kutawala kwa maneno bwana yeah. Kindo, yeye yeah, amepoteza baadhi ya muda hapo, kwa sababu kuna vitu alikuwa na vikosa yeah, alafu muda uliobaki amevipata. Kwa hiyo kwa asilimia chache sana ambazo natamani ukazifanyie kazi ili next time ukija usiwe na time ya kupoteza Yani kila muda huwa kushambulia tu okay. Sawa, so that means kwamba Kindo ana vitu vichache sana vya kuimprove vidogo sana, akifanyia kazi atakuwa noma zaidi, sawa.